Juni 14 mwaka 2025 taasisi elimu Tanzania iliandaa hafla ya utoaji tuzo za stadi za ufundishaji iliyofanyika katika ukumbi wa maktaba ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Hafla hii ilishirikisha walimu wa shule za msingi na sekondari kutoka mikoa mbalimbali Tanzania kwa masomo ya sayansi na hisabati mashindano haya yanakuja ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa maboresho ya mtaala kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kwa lengo la kuimarisha uwezo wa walimu katika ufundishaji na ujifunzaji katika mafunzo endelevu ya ualimu kazini yaani MEWAKA. Aidha, mashindano haya yamekuwa yakiratibiwa na taasisi elimu Tanzania kwa kushirikiana na Benki ya Dunia kupitia mradi wa Boost. Kwa mara ya kwanza shindano kama hili lilifanyika mwaka 2023 likiwahusisha walimu wa somo la hisabati kwa shule za msingi na mwaka jana 2024, lilikuwa mahususi kwa walimu wa Kiingereza wa elimu ya awali na msingi katika halmashauri zote nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, shindano hili huratibiwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, lakini linafadhiliwa na Benki ya Dunia chini ya mradi wa Boost na Sequip ambapo miongoni mwa malengo yake ni kuimarisha uwezo wa walimu katika ufundishaji na ujifunzaji katika mafunzo endelevu ya walimu kazini ya yaani MEWAKA. Naomba kwa namna ya pekee kabisa niwashukuru sana Benki ya Dunia Tanzania kwa kutambua umuhimu wa shindano hili na kuendelea kulifadhili hadi leo katika mwaka huu wa tatu. Tunashukuru sana kwa kuwa Benki ya Dunia uh, waliona shindano la elimu ya msingi na wakakubali kuongeza wigo na kuweza kufadhili upande wa sekondari. Naomba tuwashukuru kwa makofi na kuwapongeza sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la shindano hili ni kutoa fursa kwa walimu wa somo la sayansi elimu ya msingi na masomo ya sayansi na hisabati kidato cha kwanza kuonesha umahiri wa kutumia tehama na mbinu shirikishi katika ufundishaji ili kukuza stadi za karne ya ishirini na moja ikiwemo mawasiliano, ushirikiano, fikra tunduizi, ubunifu na utatuzi wa changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujuzi katika tehama na stadi za karne ya ishirini na moja ni miongoni mwa stadi muhimu zinazomwandaa vyema mwanafunzi kumudu maisha yake kutatua changamoto katika mazingira na kuingia katika ushindani wa soko la ajira la kitaifa, kikanda na kimataifa mara anapohitimu masomo yake. Naomba nizungumzie kidogo kuhusu portfolio, portfolio yetu Benki ya Dunia tuna invest, um, kwenye subsekta zote, yani tuna miradi mbalimbali kuanzia uh, elimu ya awali mpaka elimu ya juu. Hapa nikizungumzia ni Boost, Sequip um, Eastrip na Hit ambayo ina support elimu ya juu, miradi zote zina uh, ukizijumlisha hapo miradi zote zina fedha kiasi inaweza nikasema US dola bilioni moja nukta tano bilioni moja, atano, bilioni moja na nusu, na nusu na zote zinajaribu kuimarisha elimu inayopatikana kwenye hizo ngazi mbalimbali kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya juu. Lakini wote tunafahamu hatuwezi kuimarisha elimu wala kuwa na elimu bora bila walimu bora. Kwa hiyo tumetambua umuhimu wa walimu wetu na sana sana ku invest zaidi kwenye walimu wetu. Uh, miaka miwili zilizopita tuliweza ku uh, shirikiana kwa kushirikiana na TET, tuliweza kuanzisha tuzo ya kwanza ambayo ilikuwa imelenga walimu wa primary na sasa hivi tumefurahi sana kusikia kwamba tuzo pia imeenda kwa walimu wetu wa sekondari. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TET inaendelea kutoa fursa kwa walimu wa sayansi katika shule za msingi pamoja na masomo ya sayansi na hisabati kwa kidato cha kwanza kwa lengo la kuwajengea uwezo na umahiri wa kutumia tehama na mbinu shirikishi kwa ufundishaji ili kukuza stadi za karne ya 21 ikiwemo mawasiliano, fikra tunduizi, ubunifu pamoja na utatuzi wa changamoto rais right, wetu Mheshimiwa Dkt Samia Sulu Hasani anazindua uh, sera ya elimu na mafunzo pale Dodoma. Kuna kauli moja alisema, ningependa sana, yani sana walimu waikumbuke. Alizungumza at the center of the reforms kuna waalimu, yani chochote tutakachokifanya tunawategemea sana waalimu. Ile kauli tutembee nayo na mambo aliyozungumza na kazi ambayo anakusudia kuifanya na jinsi ambavyo anakusudia kuwashika waalimu ni ujumbe ambao ningependa tuondoke nao. Kwa hata hili tunalolifanya sasa hivi, tukumbuke tu ni sehemu ya kufanya yale ambayo rais wetu anataka yafanye. Ile kauli ilikuwa ni nzito sana, napenda waalimu wote waikumbuke kwamba katika mduara wote wa mageuzi pale katikati tuna walimu, na walimu wa lazima tuwaangalie, washike, tuwa mkono, tuangalie na maslahi na alizungumza pamoja na maslahi pamoja na kuongeza ajira za waalimu. Kwa hiyo nafurahi sana kwamba leo tunaendelea kutekeleza swala hilo kwa kuwaenzi waalimu wote kwa pamoja. Waalimu, tunatoa shukrani nyingi sana na kwenye hilo ningependa kuwashukuru waalimu wote walioshiriki katika mchakato uh, huu uh, na taratibu wenyewe ulikuwa mzuri sana kwamba kwa una fursa ya, ku, ya kutuma mchango wako kwa wengi waliojitokeza na na kushiriki kile kitendo chenyewe tu, sisi tunatoa shukrani na kuwapongeza sana kwa kufanya vile, kwa sababu hamwezi kushinda wote. Lazima hatimaye watakao kuja kupata ushindi ni wachache, na wale ambao tayari wamesha kuwa shortlisted, na ambao watatangazwa washindi, hapa natanguliza pongezi zangu sana kwa kazi nzuri ambayo imeifanya. Hatimaye saa ya utoaji tuzo ikawadia, huku mamia ya wageni waalikwa wakiwemo viongozi mbalimbali mbali kutoka serikalini, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, TAMISEMI, Taasisi ya Elimu Tanzania na taasisi binafsi, wakawa wana shauku kubwa ya kujua ni akina nani haswa ambao wameibuka katika tuzo hizo. Dokta Fika Mwakabungu ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya mtaala kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania akapata wasaa wa kwenda kutoa wasifu na kutangaza washindi wa, wa somo la fizikia kuanzia mshindi wa kumi hadi wa nne. Mheshimiwa mgeni rasmi, uh, katika somo la kemia eneo la ushindani lilikuwa linaitwa Real Life Application of Homogeneous and Heterogeneous Mixtures uh, na mshindi wetu wa kumi katika eneo hili anatoka shule ya sekondari ya Mlole iliyopo Kigoma MC ana degree, ana uzoefu wa miaka minne angalau, naye ni mwanamama huyu Betha Lamba Bakisha. Mshindi um, wetu wa tisa anatoka Butimba Day, ambayo Butimba Day hii shule iko Mwanza jiji, ana degree na bogea, bogea, bogea, bogea, bogea, bogea, bogea. Ana uzoefu wa kufundisha miaka mitano, naye anaitwa Paulo Jonathan. Mshindi wetu wa nane anatoka halmashauri ya Njombe TC, shule inaitwa Mbeyela. Ana miaka kumi na mbili ya uzoefu kazini na ana digri, naye ni Jean Paul. <muchilis> Anefuata ni ana uzoefu wa miaka kumi ya kufundisha, ana elimu ya diploma na anatoka mkoa wa Dodoma, halmashauri ya Kondoa TC. Shule atokayo inaitwa kwa Pakacha, naye ni Fadhili Amili Mushi. <muchilis> Uh, sasa tutakwenda somo la hisabati, mathematics hii na naomba nimlete hapa msoma wasifu Dr. Angela Katabaro, mkuza mitaala mkuu kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania, uh, na naibu katibu mkuu ndugu Dr. Charles Mahela atakuwa akitakabidhi uh, zawadi hizi. Mheshimiwa mgeni rasmi Profesa Adolfu Mkenda Mbunge Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa naibu katibu mkuu ndugu Charles Mahela, waheshimiwa wa meza kuu, wageni waalikwa, itifaki imezingatiwa. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninayo furaha kubwa kutangaza majina ya wa washindi wa somo la hisabati kuanzia mshindi wa kumi hadi wa nne kama ifuatavyo Mshindi wetu wa kumi anatoka shule ya sekondari Pilangale iliyopo wilaya ya Same mkoa wa Kilimanjaro. Ana uzoefu wa kufundisha miaka kumi na mbili na ana shahada ya kwanza katika eneo la ualimu. mshindi wetu huyu anaitwa Mtemi Paul Ikela. Mshindi wetu wa tisa ana uzoefu uh, wa miaka nane katika kufundisha. Ana shahada ya kwanza pia na yeye anafundisha shule ya izumake ma, macheli ambayo iko Geita uh, dc katika mkoa wa Geita na mshindi huyu anaitwa Noni Kisembe Stefani. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunaye mshindi wetu wa nane ambaye anafundisha shule ya sekondari Magu, uh, iliyoko Magu DC iliyo katika mkoa wa Mwanza ana shahada ya kwanza na yeye, ana ana uzoefu wa miaka saba. Mshindi huyu anaitwa Dennis Oliver Sremi. Hakika shindano hili lilivutia na kubeba hisia za watu wengi, kuanzia namna mchakato ulivyoanza mchujo hadi kufikia hatua ya mshindi wa kwanza. Na hapa mshereheshaji wa tukio hili akamwinua mwenyekiti wa baraza la taasisi ya elimu Tanzania Profesa Maulidi Mwatawala kwa ajili ya kwenda kumtangaza mshindi wa kwanza katika tuzo hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nina heshima sasa kumtangaza mshindi wa kwanza wa somo la hisabati kwa sekondari ni mwalimu ambaye ni mhitimu wa shahada ya elimu mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka mitatu katika taaluma ya ualimu. Anatokea shule ya sekondari Muungano Usa Riva iliyoko katika halmashauri ya Meru mkoani Arusha. Ameshinda katika kipengele cha apply elimination and substitution methods to accurately solve simultaneous equation. Anaitwa John Patrick Sule eshimia mbeni rasmi, ninao heshima pia kumhudhurisha mshindi wa kwanza wa somo la fizikia kwa sekondari. Ni mhitimu wa shahada ya elimu mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka miwili katika taaluma ya ualimu. Anatokea shule ya sekondari Kirangale iliyopo halmashauri ya Same mkoani Kilimanjaro. Ameshinda katika kipengele cha law of flotation na anajulikana kama Peter John Limo Lima. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninao heshima pia kumtaja mshindi wa kwanza kwa somo la biolojia sekondari. Mwalimu huyu ni mhitimu wa shahada ya elimu mwenye uzoefu wa zaidi ya miaka minane katika taaluma ya walimu. Anatokea shule ya sekondari Madibira iliyoko katika halmashauri ya Lujewa mkoani Mbeya, ameshinda katika kipengele cha the concept of viruses as non-living things, anaitwa Samuel Simon Adriano. Okay, okay. Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, na heshima pia kumtangaza mshindi wa kwanza kwa somo la kemia sekondari. Ni mhitimu wa shahada ya elimu akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka kumi na sita katika taaluma ya ualimu. Anatoka shule ya sekondari Nasor Safe iliyopo katika halmashauri ya Mvomero mkoani Morogoro. Ameshinda <laughs> katika kipengele cha real life applications of Anajulikana kwa jina la Kingi Thomas. Wakati zoezi hili likiwa linaelekea ukingoni, ikatolewa zawadi maalumu kwa mgeni rasmi. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolfu Mkenda, kama sehemu ya kutambua mchango wake ambao wameendelea kuutoa katika wizara ya elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima, kwa niaba ya Taasisi ya Elimu Tanzania, ninaomba ni kukabidhi zawadi hii ya kutambua mchango um, wako na maelekezo yako na miongozo yako ambayo imewaiwezesha Taasisi ya Elimu Tanzania kila muda kutekeleza majukumu yake kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Tunasema asante sana na tunaomba upokee zawadi hii ndogo. Usikie makofi na vigelegele tena mashindano haya ya stadi za ufundishaji yameendelea kutoa motisha kwa walimu nchini jambo ambalo limechochea kuwepo na ongezeko la washiriki kutoka shule mbalimbali nchini ikiwa ni pamoja na kuongeza ufanisi katika matumizi ya tehama tangu kuanzishwa kwake mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hadi leo mwaka elfu mbili na ishirini na tano mtazamaji hadi kufikia hapa Tunafikia tamati ya makala haya ambayo yamelenga kuangazia tukio la utoaji tuzo kwa washindi wa stadi za ufundishaji yaliyofanyika katika ukumbi wa maktaba ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mtayarishaji na msimulizi wa makala haya ni mimi, Herbert Peter. Hadi wakati mwingine.